Jambo na karibu tena katika channel ambayo inakupa Kibao. katika video hii nitakueleza jambo moja muhimu ambalo linahusiana na NAPA au namba ya utambulisho wa anwani ya makazi, hususan kwa hawa ambao wanaomba eh, mikopo kwa ajili ya elimu ya juu. Unachotaka kukifanya ni kupakua application ambayo inaitwa NAPA ambayo inapatikana katika Play Store, ambayo ipo chini ya Wizara ya Habari Download hiyo application. Ukifungua utakutana na ukurasa kama ambavyo inaonyesha hapa, lakini unachotakiwa wewe kuzingatia ni kitu kimoja, utabofya neno jihudumie. Ukibofya hapo jihudumie, unapokea option hizo tatu: barua ya utambulisho, ijue anuani yako, vilevile anwani za karibu. Sasa sisi tutajua tuadili na hiyo eh, ishu ya barua ya utambulisho. So kama bado huja subscribe, tafadhali subscribe channel yetu kwa updates kibao ambapo nitakuonyesha mwanzo mpaka mwisho kuhusiana na magani ya kuomba barua ya utambulisho au hiyo namba ya NAPA so baada ya kubofya hapo omba barua ya utambulisho utapokea option mbili. Option ya kwanza yenyewe itakuwa ni omba barua ya utambulisho alafu ya pili itakuwa fuatilia eh, ombi kwa ukibofia kwenye omba barua ya utambulisho kama ni mara ya kwanza na utabofia endelea. Hapa kuna option mbili hapa, naomba unisikiliza kwa makini, kuna option mbili utachagua either weke NIDA namba au namba ya simu ambayo ulisajiliwa na mtendaji wako E, wa mtaa au kijiji. Sasa hapa uh, hauweki namba ya simu uliyosajili wakati wa NIDA, unaweka wakati wa NAPA. Na kama bado kwa mfano kuweka namba ya simu yoyote, kwa mfano namba yangu mimi mdope ujuzi 0756198337 nikitafuta, ikiniletea ikinletea ujumbe huu kwamba hakuna anwani inayopatikana, ufahamu ya kwamba e, hiyo namba haijasajiliwa katika anwani yoyote Unatakiwa kufanya ufike ofisi ya serikali ya mtaa aweze kukusajili. Kwa hiyo kwenye namba ambayo imesajiliwa ukiingia hapo na ukaandika hiyo namba ambayo imesajiliwa itaweza kukuletea eh, hiyo utaratibu unaofuata. Kwa mfano hapo ukiandika hiyo namba alafu ukatafuta kama namba imesajiliwa zitatumwa OTP ambazo namba sita kwenye hiyo namba husika, na hizi namba utazijaza hapa. Hatua inayofuata baada ya kuverify hiyo, e, utaweza kuchagua e, unaomba barua ya utambulisho kwa ajili ya kitu gani, kama ni mkopo, kama ni e, elimu ya juu au kwa ajili ya utambulisho wa kawaida, then utaweka picha yako yenye pixel mia tatu kwa mia tatu baada ya hapo utasave. Ukisha save lile ombi lako linaenda kwa level e, ya afisa mtendaji wa kijiji au mtaa e, kazi yake ni ku accept. Kwa hiyo ukishamaliza kwenye kuomba barua, utakuja option ya pili, fuatilia ombi. Kwenye kufuatilia ombi, kuna namba utatumia kwenye simu yako ambayo e, mara nyingi inaanza na saba saba au itategemeana. Wewe utaandika hiyo namba e, kwa usahihi kabisa, kulingana na vile walivyokutumia kwenye message. Baada hapo utatafuta bofya hiyo option ya kusearch. Kama ipo tayari, watakwambia kabisa e, jina lako na anwani yako, pamoja na hapa chini watakupa huo ujumbe kwamba ongela ombi lako e, la balua limekubaliwa, lakini kama limekataliwa au kama lipo bado, watakwambia lipo level fulani, kuna ujumbe hapo utatokea. So baada ya kufanya hivyo, utabofya tu pakua. Hiyo balua itakuwa ina muonekano kama ufuatavyo. Itakuwa ina kumbukumbu namba, itakuwa na tarehe uliyoomba, itakuwa ina utambulisho wa majina kama ulivyojaza. Kumbuka picha kuweka katika pixel ya 300 kwa 300 Shout out, kama una swali lolote tafadhali usisite eh, kunicheki mdope ujuzi, na hii ndiyo namba yenyewe eh, ya namba kama ambavyo inaonekana hapo. Shout out until next time. Bye, bye.